Amesema kitendo cha kukaa kimya kutokana na aibu ama hofu ni chanzo cha kuendeleza ukatili, na kusisitiza kuwa hata kunyimwa tendo la ndoa ni aina ya ukatili ambayo haiwezi kufumbiwa macho. Akizungumza katika maadhimisho ya Siku ya UKIMWI Duniani 2025 sambamba na siku kumi na sita za kupinga ukatili wa kijinsia, Mnyenzi amesema kuwa suala la ukatili linahitaji uwazi mkubwa. Hata kunyimwa na kwenye ni ukatili o, amesema. Inawezekana mtu akawa anavumilia tu, lakini bila bila sasa hiyo nayo sio sawa, kwa sababu wewe uliondoka nyumbani kwa hiari ukaungana na mwenzapo, alafu umefika huko naanza kutoa adhabu ndogo ndogo. Sasa hiyo haitakiwi, unajua uwajibike kama ambabo uliondoka kweli. Kwa hiyo mazingira yeye unataka yomo ya Do I, do I. Katika mwenendo wa huduma za kupima maambukizi ya VVU, Mnyenzi amesema kuwa hadi kufikia Oktoba 2025 zaidi ya watu elfu sitini walijitokeza kupima katika manispaa ya Geita. Kati ya hao wanaume walikuwa zaidi ya elfu ishirini huku wanawake wakiwa zaidi ya elfu arobaini kwenye eneo na hili, naamini umeona hiyo changamoto ambayo tumeambiwa hapa, sisi wanaume tunadandia majibu ya wake zetu wanapokwenda kliniki kupima ujauzito e, mwanaume hapo sasa ndo anaona na yeye yuko salama lakini ile ya kujitokeza mwenyewe kwenda kupima inaonekana, sisi takwimu zetu ziko chini sana. Kwa vyote vile kuna rai ya sisi wanaume kujitokeza kwenda kupima bila kudalia migongo ya wake zetu. Baadhi ya maafisa wa serikali wamekuwa na maoni mseto juu ya mwenendo wa ukatili wa kijinsia na maambukizi ya UKIMWI. Kwa sisi kama halmashauri na idara tumeona ni vyema tuwarudie wao sasa, tuwakumbushe wajibu wao, tuwakumbushe kwamba UKIMWI upo, haumwangalii mtumishi au mwananchi, na wao bado pia wana wajibu ya kuhakikisha kwamba wanajikinga na wanajilinda. Inashauriwa katika maeneo ya kazi kuwepo kuwepo na na usawa usawa wa kwanza wa kijinsia, lakini kuwepo na usawa katika maeneo ya kazi, kuhakikisha kwamba kila mtumishi ana haki ya kusikilizwa, ya kusikiliza na kukataa au kukubali kwa yale mambo ambayo hayapo moja kwa moja kiutumishi. Kutoka Geita, Emmanuel Ibrahim, na hii ni Clouds.